Wakuu wa usalama kutoka mataifa mbalimbali mbali barani Afrika wamekongamana jijini Kigali, Rwanda, kujadili mbinu za kukabiliana na athari za ugaidi na uhalifu wa mitandaoni ambazo zinazidi kutishia usalama wa bara hili. Kongamano hilo la siku mbili linatarajiwa kuimarisha mikakati ya pamoja ya usalama na ushirikiano baina ya mataifa za Afrika. Iabay anatuarifu zaidi kutoka Kigali. Yes. Niko katika ukumbi wa mikutano hapa jijini Kigali ambapo wakuu wa usalama kutoka bara la Afrika wanakutana hapa kujadili masuala ya usalama huku yatakayopatiwa kipaumbele ni masuala ya ugaidi. Na hii leo Rais Paul Kagame anatarajiwa kufungua kongamano hili ambalo limewaleta pamoja. Wanasema kwamba lengo kuu ni kuhakikisha kwamba Afrika ni salama kwa wale wageni ambao wanatoka mabara mengine na pia wanasema kwamba suala la hatari ya mitandaoni pia ni swala ambalo limeweza kuathiri pakubwa usalama wa bara la Afrika na wale ambao wamealikwa kuja kujadili suala hili wanatazamiwa pia kutoa muongozo ambaye itasaidia bara la Afrika tuweze kuwa na amani ya kudumu. Kutoka kwangu mimi ni Collins Chitiabai na niko na yes, mwenzangu hapa Ode Francis ambaye atakuwa tukishirikiana naye kurusha matangazo kutoka Limpose, jijini Kigali, Limpose, nchini Rwanda. yes. Two, three,